Bwana Yesu mpendwa, ninakuja mbele zako nikiwa na moyo mnyenyekevu na uliovunjika. Nakiri kwamba mimi ni mwenye dhambi, nimeishi mbali na mapenzi yako na kufuata njia zangu. Lakini leo, ninataka kurudi kwako kwa mikono ya Baba anayenipenda ambaye alimtoa mwana wake wa pekee kwa ajili ya wokovu wangu. Ewe Yesu, nisafishe kwa damu yako takatifu na unitakase kabisa ndani ya moyo wangu. Ee Roho Mtakatifu wa Mungu, tafadhali na kuomba uje ukae ndani yangu. Jaza moyo wangu kwa pumzi yako ya uhai, nguvu zako na uwepo wako. Nipatie moyo mpya na roho mpya ili nisiishi tena kwa tamaa za mwili, bali kwa uongozi wako. Badilisha mawazo yangu, hisia zangu, na mapenzi yangu ili kila kitu nifanyacho kimtukuze Mungu. Weka ndani yangu moto wa upendo wako, ili niwe na shauku ya kuwa karibu nawe kila siku. Bwana, naomba unifanye kiumbe kipya ndani ya Kristo. Nipe moyo mpole na ulio tayari kutii Neno lako. Nisaidie kuachilia yaliyopita, giza na huzuni, na kunifanya nitembee katika mwanga wa neema yako. Nifundishe kuishi maisha matakatifu, yenye upendo, msamaha na ukweli. Na kila pumzi yangu iwe ushuhuda wa neema yako kuu. Ninaamini kwamba Roho Mtakatifu anapofanya kazi ndani yangu, ninazaliwa upya na kuwa mtu mpya. Kuanzia sasa, ninatoa maisha yangu yote mikononi mwako, Ee Bwana na Mwokozi wangu. Jina la Yesu libarikiwe milele, na utukufu wako uangaze kupitia maisha yangu. Asante, Bwana, kwa kuzaliwa upya, kwa uhuru na kwa uzima wa milele ulionipa. Kwa jina la Yesu Kristo ninaomba. Amina.